Na kwengineko tunaarifiwa kwamba wakazi wa vijiji kadhaa katika eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, wanakadiria hasara shambani kutokana na uharibifu wa tumbili kwenye mimea yao haswa mahindi ambayo ya yamekaribia kuwa tayari. Wakazi hao wa vijiji hivyo sasa wamelazimika kuwasi ukulima na wengine kupanda mimea isiyoliwa na tumbili kwa kuhofia hasara kutokana, kutoka kwa wanyama hao waharibifu. Juhudi za kukabiliana nao hata kwa kutumia mbwa zimekosa kuzaa matunda, huku idadi ya tumbili ha ikizidi kuongezeka. Watu wa hapa walikuwa wakipanda mahindi eka moja, wanapata zaidi ya gunia kumi na tano, na hata saa hizi, kwa sasa upanzi wa sasa wawezi pata hata gunia moja. Kama singekuwa nimepanda mahindi na mtama, hiyo shamba ingekuwa imebaki bora. Tukishakula ni, ni mahindi yetu ikimalize, zinaingia hata kwa, kwa, kwa napier grass zinakula mpaka hata zinakula mafokado zetu. Wamenisumbua, nimejaribu hata nimejaribu kuita watu ya umbwa wajaribu kufukuza ni wasongi hata, tumechanga pesa tukaita watu wakuja wajaribu kuwafukuza walishindwa. Sasa mimi ninapolima ninatoka huko bure, njaa ndio hiyo inanivamia sasa. Mimi sina, sina mbele wala nyuma.